Hei, mambo vipi? Karibu sana, tunaendelea na kujifunza C++ programming language, na bado tupo katika kipengele cha pointer, na baada ya kuweza kuangalia pointer ni nini, jinsi ya kudeclare pointer, leo katika video hii nataka tukajifunze namna gani ya kuweza kupata address ya variable kwa kutumia ampersand, ama tunaita reference operator ama unaweza kuiita address of operator. Hii signi hapa ama symbol ambayo inaonekana hivi, pengine huko katika sehemu nyingine unatumia kwa maana nyingine, lakini hapa katika C++ programming language tutaenda kuoneshana namna gani ya kuitumia ili basi iweze kutupatia memory address ya variable fulani. Kama haufahamu ama umesahau, kila variable unayoitengeneza unayodeclare, katika C++ programming language huhifadhiwa sehemu fulani katika memory ya computer. Yani, memory yako ya computer inajenga sehemu ambayo basi itawakilisha hiyo variable ambayo ume declare. So ukihitaji sasa kujua variable hiyo imehifadhiwa wapi kwenye memory, basi utatumia hii alama ya ampersand, ama tunaita reference operator, ama unaweza kutumia pia jina hili address of operator kuweza kutamka hii alama ambayo unaiona hapa. So tuoneshane mfano mdogo na tuone namna gani ambavyo inatumika hii reference operators kuweza basi kutupatia sisi memory address ya variable flani. So moja kwa moja tu declare variable zetu za kawaida tu, let's say tupo na uh, int age ambao ni sawa sawa tu initialize, tuipe value kabisa 30. Tu declare na constant okay, ambao ni double e pi then, sawa sawa let's say 3.1416 Semicolon kwa tume declare variable mbili hapa, variable ya age na variable ya pi. Then wacha tu see out na tuone namna gani ambavyo unaweza za kutumia hii ampersand reference operators kuweza basi kuona memory address ya hizi variable ambazo tumezitengeneza hapa. See out, tuweke simple message age is located at then hapa sasa tunaweka sasa ampersand, reference operators, I mean, then tunaweka jina la hiyo variable ambayo tunahitaji kuona sasa memory address ya hiyo variable age, then wacha tuweze kufunga statement yetu hapa na statement ya pili tuone hiyo pi. Okay, see out. Simple message, pi is located at then acha tutumie reference operator yetu kuweza kupata ile memory address ya hii variable ya pi, tutaandika jina la variable yetu pi. Then, end, line, semicolon. Sasa so, so, hapa kinachokwenda kufanyika katika programu hii, inakwenda kutuletea, ina display katika screen yetu zile memory address ya variable ya age na hii variable ya pi Endapo hutoweka hii ampersand, I mean reference operator hapa, basi hapa itakwenda kutoka ile value ambayo ni hii 30 lakini unapoweka hii alama ya ampersand, reference operators, basi moja kwa moja itakwenda kuvuta memory address ya variable hiyo ambayo umeiweka hapa baada ya kuweka symbol hii. So acha tu compile na kurun tuone hizo memory address zinaonekanaje na kwa nini zinakuwa hivyo. Okay, so tu compile na kurun. Okay, kuna some error, const, double. Okay, nimekosea sijaweka o, so tuweke hapa double. Sorry. Compile and run again, na kama unavyoona output ambayo tumeipata, Age is located at, hivi ndivyo ambavyo mfumo wa memory address unavyokuwa, inaanza na sifuri, x kisha inafuatia hexadecimal number. So hii ampersand ama reference operators let's say, ambao tumeandika hapa ampersand reference operators age inarudisha address ya variable age katika memory, ndio hii ambao unaiona hapa. Na ukiangalia hii na hii ni tofauti, kwa sababu ni memory address tofauti tofauti kati ya variable hii na hii ya pi, na ndio maana hazifanani memory address zao, okay? So nadhani utakuwa umeweza kuona hapa cha umuhimu kuweza kuelewa katika hii video ya leo ni kuhusiana na hii, ampersand, hii reference operator haimaanishi end kama tulivyozoea kutumia huko pengine katika kuandika insha sijui nini, unaandika hii unaitumia hii, haimaanishi end hapa. Hapa inamaanisha address of hii ampersand, okay? Lakini katika hii initialization, I mean declaration ya variable yetu ya age value yake ni 30. Lakini utakapoweka nimekwambia hii eh, reference operators alafu ikafuata jina la variable haitoenda kuchukua ile value, kukupa ile value. Just itaenda kukupatia anwani address ya hiyo value thelathini kwenye memory, hiyo value 30 inapatikana kwenye address gani? Ni kama kupeleka mzigo sehemu okay? Unapewa address na address hiyo ndio ambayo itakufikisha katika hiyo nyumba. So address unaweza kuiaccess hivi kwa kila variable ambayo utakuwa unaitengeneza kwa kuanza na hii alama ya reference operators, I mean ampersand na kisha kuandika jina la hiyo variable. So sina la ziada katika video hii ya leo, nilihitaji tu kuweza kufahamishana hii issue hapa ya kuweza kuona uh, tunasema ile memory address ya variable ambayo utakuwa umedeclare kwa kutumia hii ampersand, ama tunaita uh, reference operators, ama address of operators. Kama una maswali yoyote, kuna sehemu hujaelewa nambia katika sehemu ya comment hapo chini, like video hii, tukutane wakati mwingine katika muendelezo wa iki ambacho tunajifunza katika C++ programming language. Asante sana, usikose video inayofuata.